Hali gani, karibu kwenye makala hii inayoangazia hali ya upatikanaji wa maji kwa mji wa Pangani. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga, Tanga UWASA, imepewa jukumu maalum la kuhakikisha wananchi wa mji wa Pangani wanapata maji safi na salama na ya uhakika. Kaimu meneja wa kanda ya Pangani, Abubakar Mtili, anatueleza hali ya upatikanaji wa maji kwa wananchi na mipango ya serikali katika kuhakikisha inaendelea kuboresha huduma za maji kwa wananchi. Tanga UWASA ilianza kutoa huduma eneo la Pangani mwaka 2019 mwezi wa tisa, ambapo katika eneo la Pangani tunahudumia katika kata nne: kata ya Pangani Mashariki, Pangani Magharibi, Kimang'a na Madanga. Katika eneo letu la huduma tunatoa huduma kwa wateja wapatao wapatao elfu ishirini na mia saba themanini na huduma yetu inafika kwa asilimia sabini kwa wakazi wa eneo letu la huduma hadi hivi sasa. Maji tunatoa kwa mgao wa masaa sita kwa siku, hii ni kutokana na chanzo kidogo cha maji yetu kwa sasa hivi. Chanzo kubwa cha maji ni visima, ambapo tunaendesha visima vitatu ambavyo vinazalisha wastani wa lita laki tisa, laki tisa na sabini kwa siku, na mahitaji ya eneo letu la huduma ni lita milioni mbili na elfu hamsini kwa siku. Kwa hiyo bado tupo chini ya lengo. Katika uboreshaji wa huduma Tanga UWASA tunafanya miradi ya uboreshaji wa huduma, ambapo hadi hivi sasa tuna miradi miwili mikubwa ambayo inaendelea. Tuna mradi wa maji wa miji 28 ambapo chanzo cha maji kat, ni kutoka katika mto Pangani. Maji yanatoka katika mto Pangani katika eneo la Korogwe, yanatibiwa na kuletwa mpaka Pangani. Kwa hiyo yatanufaisha yata wakazi wote wa eneo letu la huduma. Pia tuna mradi wa hatifungani. Kupitia mradi huu tunafanya uboreshaji wa miundombinu yetu iliyopo, ili tuweze kuhakikisha tunapopata maji safi kutoka katika mto Pangani yaweze kuwafikia wateja wetu kwa urahisi. Katika mradi wa Hatifungani tunatarajia kulaza mabomba mapya kwa urefu wa kilomita 15. Sambamba na hilo pia tuna miradi mingine miwili ya uboreshaji wa miundombinu ambapo tuna mradi wa kupeleka maji katika eneo la Kimanga na Madanga ambapo una urefu wa kilomita 15 ambapo hadi hivi sasa mabomba yote yameshalazwa ardhini, tunasubiri maji yakija kutoka katika mradi wa miji 28 yaweze kuwafikia wateja kwa urahisi na kwa masaa 24. Pia tuna mradi wa kuboresha miundombinu ya hapa mjini ambapo na wenyewe katika mradi tunatarajia kuboresha miundombinu kwa urefu wa kilomita 15 ambapo hadi hivi sasa tumeshalaza mabomba urefu wa kilomita 13. Kwa hiyo unapokuja mradi wa hatifungani tunaunganisha yale magepo yaliyopo ili tuweze kuhakikisha wateja wetu wote wanapata huduma kwa masaa ishirini na nne. Tangauwasa imejitahidi pakubwa sana lakini, hapo awali kulikuwa na tenki moja tu ambalo ni la kijiji na sekondari, lakini kwa kipindi hiki mtandao wa Tangauwasa umekuwa ni mzuri, mkubwa, mabomba yamesambaa kila mahali, maji yanatoka lakini kuna baadhi ya sehemu kwenye miinuko kidogo maji hayapatikani. Kweli serikali inafanya vizuri sana, kwa sababu tenki ile pale imekamilika kwa muda mfupi tu, sio muda mwingi sana, ni muda mfupi tu. Amejitahidi kujenga lile tenki na mabomba amesha laza tayari. Kikamilika tu mambo ya tenki tayari, maji yataingia katika wilaya yetu ya Pangani, haitakuwa haina shida sana, maji yatakuwa vizuri tu ya maji kwa kipindi cha sasa na kipindi cha zamani, mabadiliko yapo makubwa sana. Na ninapozungumzia mabadiliko yapo makubwa sana, na maanisha. Zamani maji kwa tunayapata, lakini unaweza ukakaa siku tatu mpaka nne, yani maji watu waenda kwa mgao, leo mkapata mtaa huu, kesho utapata mtaa mwingine. Kesho ukapata mtaa mwingine, kama mitaa iko mitatu, kwa hiyo mpaka ukajapata ule wa tatu, na nyinyi ndio moja rudiwa ni wengine lakini, kwa sasa kila siku tunapata maji japokuwa siku wa masaa ishirini na nne, lakini ni maji yenye kutosheleza kwa sababu mimi hapa maeneo ya kwangu maji hata kama ningekuwa nimetengeneza tenki juu, kwa kasi iliyopo kwa sasa inapanda. Lakini maji yako vizuri na ni maji salama na ni maji safi kabisa. Maboresho haya kwa sasa yanaoendelea kwenye mji wa Pangani, endapo Mwenyezi Mungu atajalia na sisi tukiwa tumebaki tukiyaona na kama hata sisi tutakuwa tumetangulia, lakini Pangani ijayo inafurahisha. Endelea kutembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, X kwa jina la Tanga UWASA. Kumbuka kila tone lina thamani.